Kukubali kupokea jukumu hili. Nimefika hapa nimeona kwa haraka tapita, lakini nimepokea taarifa ya maandalizi haya mwenge wa mwaka huu kimsingi. Uwepo wenu mheshimiwa mawaziri waku, na makatibu wakuu na wakurugenzi kwenye wizara hizi zote mbili, sina mashaka na maandalizi, nakuwa mstari wa mbele Mlikuwa mstari wa mbele pia katika kuongoza kutokana na uzoefu mlionao kwa miaka mingine yote iliyopita. na kwa hiyo tunaamini mwaka huu tutapata mafanikio makubwa kama alivyosema mheshimiwa waziri kwamba mbio za mwenge mwaka huu zitakuwa bora zaidi kuliko mwaka jana, na ubora huu unatokana na ushirikiano ambao mkuu wa mkoa na timu yako mmeridhia na kutuunga mkono kwenye maandalizi hayo. Sina mashaka na miundombinu. Nashangaa jukwaa zuri kubwa. Mwaka huu tumekaa juani kadogo, leo nimekuta jukwaa zuri kabisa. Kazi mzuri imefanya na tumelifanya jukwaa hili sasa. Tuanze kufikiria matumizi mengine yapi hayo. Wote mnajua kwamba Tanzania inakwenda kuwa mwenyeji wa mashindano ya mpira miguu barani Afrika Afcon, na chana yanatukana kagua viwanja bado havitoshi na, na tamani tamani kuona kwamba eneo hili nalo lije kuandaliwa kwa ajili ya mazoezi ya vilabu mbalimbali n tauu Mkofi, yale ilikuwa eh. tuna mashindano mawili hayo, tunatafuta viwanja vya mazoezi ambao timu mbalimbali za nchi mbalimbali barani Afrika zitakuja kufanya mazoezi. Labda timu itakayopangiwa hapa naamini italala Dar es Salaam, italala Kibaha huko, kama si hoteli yoyote iliyoko <laughs> Tunaweza timu hiyo ukagua alafu tuone namna tutafanya swala. So, miundombinu sina mashaka. Mheshimiwa Waziri ameeleza na hali inajionyesha na vizuri umeandaliwa swala. So, mvua hata ikinyesha watu wetu watakuwa wako protected.